Niwape faida ya Suratul Fatiha, na hii ni mujarrab, mujarrab. Sikizeni vizuri, yoyote yule ashitakiao hasadi, ashtakiao kuona hana raha katika familia, hapendwi, aona jamii humtenga tenga, aona kama kuna kitu kimempata, hajui nini, mejaribu kwenda kwa huyu na huyu, haenda. Usende, sikiliza, fanya hili, fanya hili, chukua bakuli la maji Tukua bakuli la maji, kaa nalo, amua siku hiyo, lakini hii kazi mpaka uamuzi. Kaa nalo lisomee Suratul Fatiha hi alhamdu mara arobaini na moja non stop. Nini maana non stop? Yani usizungumze hata, utapumzika lakini usizungumze maneno mengine. Soma Suratul Fatiha mara arobaini na moja kuyasomea ale maji. Kitu cha kwanza Suratul Fatiha ngapi?

Kisha ogea kwa muda wa siku saba. Kama kuna majini wa ulimwengu mzima unao wewe, biidhnillahi watatoka biidhnillah mujarrab. Kafanye wewe kesho wikendi hii ujione. Huendi kwa mwenye kuzungua, huendi kwa yoyote bora mua, waweza kusoma, jisomee wewe mwenyewe. Una mtu wako hawezi kusoma, msomee. Narudia tena, Suratul Fatiha mara arobaini na moya usizungumze, bwana, usiseme simu ini a huyu atakunetea senti. Ukizungumza anza tena, sharti yake usizungumze. mara arobaini na moya: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mara arobaini na moya usizungumze. Wewe asome yale maji. Ukimaliza Ayatul Kursi saba, qul a'udhu bi rabbil falaq saba, qul a'udhu bi rabbin nas saba. Ogea kwa muda siku saba, lakini usioge choo cha kwenda haja kubwa, oga kwenye choo cha haja ndogo oga, na ikiwa